wa Truth Media ikiwa leo ni Jumatatu, wanaita Blue Monday ya Aprili 28, mwaka ni 2025, na ripoti za leo zinatokea hapa Mwembe Yanga, na nimekuja hapa kuzungumza na wazee wangu wadau wa soka, mashabiki mbalimbali wa Simba na Yanga. Kubwa zaidi ni siku ya jana, hatimaye Simba Sports Club kwa mara nyingine tena imeweza kutinga fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ikiwa nchini afrika kusini baada ya kutoka suluhu ya bila kufungana yaani sifuri kwa sifuri dhidi ya stellenbosch huku aggregate ikisoma simba akiongoza goli moja kwa sifuri lakini sasa ni rasmi simba fainali anaenda kukutana na, na rs berkane mechi ya kwanza itapigwa pale moroko siku ya tarehe kumi na saba ya mwezi mei lakini fainali ya pili itapigwa uh, dar es salaam siku ya uh, mei 25 mbele yangu nipo na mzee wangu mzee malinyi maana siku ya jana baada ya dakika 90 tu kutamatika, mzee Malinyi akanitumia message akaniambia, Salumu, hii ndio Simba Sports, Simba Sports ya Afrika. mzee Malinyi! Naam mse. Na raha sana kabisa, nina furaha. Marahaba, nina furaha mm. Nina furaha iliyoje, yeah, kwa vitu vingi Simba Sports, kwa sababu ya Simba Sports Club yeah. E, la kwanza kama unavyoona tumetinga fainali, la pili jana tumeongeza point 82, kinchi nchi, tunafika nafasi ya tano, tunaitoa Tunisia tunairudisha kwenda nafasi ya sita. Sio nchi tu, ukanda huu wa Afrika Mashariki, U Afrika Mashariki na ukanda huu mwa kusini, sawa. Simba inakuwa ya tano, sio kitu cha mchezo hicho. Hata leo utashangaa kuona watu kwenye ligi ya Tanzania na vitimu vidogo vidogo vinafanya fitna ili kupewa pesa ili kuihujumu Simba, watu wachukue ubingwa, lakini Simba hawataiweza. Simba bado ni kubwa. Tunashukuru jana tumeingia, tumetinga, tumetinga, tumetinga fainali kwamba Stellenbosch ni timu ambayo kwetu sisi ni mdogo. Japo wakati baada ya mpira hapa kumalizika goli moja, golikipa wao alizungumza maneno ya shit airport. Sawa sawa, so, sawa, maneno ya shit lakini jana mwenye amekiri kwamba sasa. Ndio unasema Stellenbosch ni wadogo lakini jana ameshikilia bomba kweli kweli. Eh, ndio ukubwa ule. Sasa kushikilia bomba ndani ya dakika 90 kama bila ukubwa situngefungwa, situngefungwa, si tungefungwa. Wewe ushikilie bomba, unashambulia wewe dakika 90. Sio 90, 100 ziongezwa nani? Nane na zile tano ngapi? Karibuni mia na, na goli ya kupata mimi naendelea kaatua mpaka chefondo maloni, ikabidi sasa aingie na yeye aende akasaidie, anakwenda e, kuongeza ulinzi kwa sababu ile ni game plan. Mashindano haya mkubwa unacheza kwa game plan eh? Na mipango ya mechi ilivyo, approach ile ilikuwa ni approach ya kocha wetu na wachezaji wake, alichowaambia kwamba tunakwenda kulinda ushindi wetu, tuwaache wao wacheze mpira sawasawa, ila tu kwamba kwenye zile penetration zao muhimu tutazuia na kuziondoa. Na kweli wachezaji wafuata maelekezo ya mwalimu na benchi la ufundi, wametimiza, wametupitisha kwenda fainali. Tunamsubiri RS Berkane kwenda nayo hiyo tarehe 17 kwao Moroko. Kocha wa Stellenbosch Steve Barker, baada ya dakika 90 kutamatika, aliwapongeza Simba pia akamtakia kila laheri kocha Fadlu Davids, huku akisema kuwa walicheza na timu kubwa barani Afrika. Ndio hilo amekiri, lakini siku ya kwanza anatoka Unguja, baada ya kufunga goli moja hakuzungumza maneno hayo. Alitaka kuichukulia Simba poa. Alishindwa kuelewa kwamba Simba watu ambao nilocheza nao kina Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, sawa sawa hapa pengine Mamelodi Road, bado tucheza nao, lakini zile ndio timu kubwa pale South Africa, wanaijua Simba kwa ukubwa wake, ila alileta dhaao na filijana, ameamini kwamba sio mtu kubwa na mwenye amekiri na amesema kwamba sasa ili ndio jicho letu la ukanda huu wa Kusini mwa Afrika na Afrika Mashariki na Kati, amezungumza kitu hicho. Hata mashabiki wao walipoulizwa, wamezungumza kitu hicho. Sasa sio mandevu, ulisikiza ile Interview ya kocha na anaojiwa kule South Africa. Eh, akazungumza hivyo mwenyewe kwa macho yake kwamba sasa ndiyo limebakia jicho la Kusini mwa Afrika na Afrika Mashariki na Kati, Simba Sports Club kwenda kucheza na Berkane. Mzee Malinyi, mze, ndugu yangu Kiziwanda, kameramani wangu jana, aliniambia alikuona upo kwa mama Kibonge, unatembea unaenda nyumbani kwa miguu kwa raha ulizokuwa nazo, umetoka Mwembe Yanga unaelekea Kitunda, upo kwa mama Kibonge kwa miguu. Watani zenu wameumia sana roho. E, kabisa kabisa, sasa. Jana napanda gari mimi la nini au naendesha gari mimi la nini? Nafanya mazoezi, nilikuwa napunguza mwili mazoezi. Nimetoka hapa nimeangalia mechi ya RS Berkane hawa na, Constantine na, na, ilipofika kama baada ya dakika nane mimi nikaamua kuondoka taratibu, mdogo mdogo. Jana watu wengi walikuwa wanatembea kwa miguu, wanafanya mazoezi, haikuwa shida. Mazoezi na raha sana kabisa, raha ni kubwa. Raha ni kubwa chapili. Raha, kwa nini natuparaha Leo watu wengi wanaumia, viongozi wao wanalia hivi maofisini kwa saizi, hawaelewi wanafanya nini, kwa sababu gani. Nimefuta historia ya mimi, nimefika fainali tisini na tatu nimefika fainali. Ah, mtu alikataa kwa mbele Lela Abiola. Lela Abiola, ndani ya mwaka mmoja, ndani ya mwaka mmoja mimi nafuta historia yake leo? Ila leo sio Abiola eh, eh, ila leo sio Abiola alosema alo, alo, alo alosema yeye, alosema amefika yeye, mii mm. Ndani ya mwaka mmoja nafuta historia yake ameshindwa kutimiza historia sawa. So, ya kufika ya kufika nusu fainali 74 nimeingia nusu fainali, hajafika mpaka leo yeye, lakini mimi ndani hey, Le... ya mwaka mmoja anasema yeye mimi nafuta historia yake. Afike robo fainali sita na afike nusu fainali ya klabu bingwa sabini na nne mpaka leo miaka mingapi? Karibu na arobaini nao ujue, karibu na arobaini na hamsini nao miaka mtu eh, hiyo hajafika bado ianachomwambia ninachomwambia maneno maneno yake omi bora mimi hivi, kashindwa kufika robo. Hiyo Simba anayoibeza yeye, anayoibeza yeye, sawasawa so, imeshafika fainali na akifanya masiara, mimi naandika historia nyingine mpya kwa nchi ya Tanzania na Afrika, na ambayo historia hiyo nitakayoiandika nitakayoiandika, hmm. na nakwenda kuiandika hmm. kwa Simba hii aliyosemea mbovu hmm. Simba ya kuungaunga eh, ya, eh, ya kujenga timu Sawa sawa, sawa sawa. Nilikuwa namwambia kila siku si hapa Mandevu, Simba hii, Simba hii ndio inakwenda kunipa mafanikio hii, ya kujenga timu nasema, nakwenda kuandika historia nyingine mpya. Sawa sawa, sawa sawa. Na rais wa Marekani ambayo kizazi hichi hapa namwambia Mandevu, pengine sisi tufe tuwe kaburi miaka mia tatu ndio yeye anaweza kuchukua kombe. Utanisema, lakini Mzee Malinyi nao wanatinga nusu finali ya e, kombe la muungano pale Pemba. Eh, ndio saizi yake. Hiyo ndio saizi yake, kombe la muungano, kombe la mapinduzi ndio saizi yake. Huko yeye ndo size yake kabisa, huko sio huku, huko niache mwenyewe. Hata wewe mwaka jana, wakati unashiriki, ilikuwa ni size yako. Nasema hivi, mwaka jana mi si nilipeleka timu B kwa nilipeleka A. Mi nilipeleka B. Mi hata mwaka huu nimekataa yale mapinduzi. Mi sio kwenda. Mi nataka kule. Target yangu na malengo yangu shirikisho kwanza, sawa shirikisho. Nikileta shirikisho ya hizo timu zake anazofunga mi. Hata bisi achukue wetu Afunga hata kwa goli 300, mimiona sina shida. Kwa Mzee Malinyi unataka kutuambia sasa hivi ukishalichukua kombe hili la shirikisho utaki tena ligi kuu. E, kabisa, ana ubingwa anampa achukue, mtacheza mokani. Na, hata hiyo mechi ya Derby tena hata sipocheza, ubingwa atachukua mokani. Kwa sababu hata nisipochukua ubingwa alifanya nakwenda tayari. Tayari zile namba za kunipeleka kwenye mashindano ya klabu bingwa ya klabu bingwa nakwenda. Sawa, nakwenda. Point 82. Kafanya yeye. Kafanya yeye, wanakalia kelele tu, wanakalia kelele tu. Sawasawa, nakumbuka maneno aliyozungumza pale uwanja wa Taifa. Sawasawa, marehemu hayat John Pombe Magufuli hayati, marehemu alisema maendeleo ya nchi hii yataanza kuletwa na Simba Sports Club siku tunacheza na Kagera, maneno yake mwenyewe, kabla jafa na. Ndio haya sasa, namshusha Tunisia anakwenda nafasi ya sita, naipa nchi nafasi ya tano jana, pointi themanini na mbili ukiacha ile kwangu moja nafasi ya nne. Hii kinchi kitu cha mchezo hicho, nani tena anafanya chuko? Wasikalie kelele. Aya, wanayofanya ya kutoa pesa kisiko, kina geta gold, si kwa kina nani, wanajidanganya. Na hivi vitimu vidogodogo vinajidanganya. Simba uwezi kufanya fitna, fanyaje? Simba aya, ni maandalizi tu, tuko kwenye ku, kuiboresha timu yetu. Tunachotaka sisi tufike mbali kwenye mashindano ya kimataifa kama hivi tunapokwenda sasa, unaenda sasa kucheza na RS Berkane. Mechi ya kwanza itapigwa tarehe 17 mechi ya pili tarehe 25 jijini Dar es Salaam hapa, na tayari tulimsikia Gerson Msigwa msemaji uh, wa serikali amesema uwanja wa Benjamin Mkapa upo tayari kabisa kuchezewa fainali. Kwa kweli fainali dhidi ya RS Berkane ambaye ametinga uh, fainali kwa kishindo, amempiga CS Constantine goli 4 kwa 0 pale Moroko, lakini jana akaweza kufungwa uh, moja kwa sifuri. Aa, mimi na timu za Kiarabu. Berkane kwangu ni timu ya kawaida sana. Sawa sawa. Berkane kwangu ni timu ya kawaida sana. Huyo Elali ambaye amechukua kombe hili mara nyingi sasa hivi akicheza na mimi, shuli anayo. Shuli anayo. Simba ya sasa hivi au kwa mpira wetu wa Tanzania sasa hivi sio kama miaka ile. Sasa hivi tumebadilika. RS Berkane nimeshacheza naye kwenye kundi moja na niliongoza wakati tunacheza kilabu bingwa Tutashika ubingwa nilimuongoza kwenye kundi, kwa hiyo hana shumbe ila si Berkane kuwafunga kwa santi goli nne. Nimeiangalia Berkane mechi ile walofunga kule na ile iliocheza jana, sawasawa, walikosa wao tu, hawakuiheshimu Berkane kwa santi, ndio maana wakafungwa kule. Lakini je, wangecheza kwa adabu kama ile ya jana kuiheshimu Berkane, yasingetokea yale na wala wasingetoka mapema. Pendeke kama kutoka wangeenda kutoleana mbali. Na sasa mimi namwambia aje, namfuata Morocco, namfuata Morocco, iwe, isiwe, nalitaka kombe safari hii nakwenda kucheza kwa kwa sababu uzuri, nina kocha ambaye ana mbinu na anacheza kwa game plan. Kutokana na timu anayocheza nayo atakuletea mchezo kutokana na wewe utakavyokuja, atakupokea hivyo utakavyokuja, na atakupokea hivyo hivyo. Tunamfuata RS Berkane, tunarudi mara ya pili Morocco ndani ya miaka mitatu. Inafikiri tumecheza naye miaka mitatu sasa hivi ya hey, miaka mitatu narudi tena pale pale pale pale aliponifunga mbili safari eh, safari hatafanya, sitakubali hicho kitu akili kubwa sana, na benchi lake la ufundi nimemuelewa vya kutosha. Fikiria jana, alicheza mpira, tulicheza mpira, japo James Becker alitaka aende kwenye penalty, lakini Fadu Davis ilifika muda, nafikia dakika 80, akasema hii mechi atuendi tena kwenye penalti, sina haja ya kwenda kwenye penalti. Sasa analinda ushindi wangu tu, anatoa jini ya ua, anaingiza watu wakwenda kulinda ushindi ushindinda, e, kulinda ushindi na kafanikiwa. Ukiwatajia VAR mashabiki wa Young Africans wanakuwa wanasikitika sana, huku wengine chozi likiwatoka. Lakini siku ya jana VAR hiyo hiyo imekuwa ime, nzuri sana kwa mashabiki wa Simba Sports Club. mmeichekelea mmeifurahia. VAR VAR sio kwa simba tu hata wao hata wao, Constantine, mimi si ile penalty pale Eshalisha weka pale refari, lakini alipokwenda kuangalia akagundua pale, pale pana vitu viwili Kibrenis kabla hajaanguka alipigwa chini sawa sawa, alafu baadaye yule jamaa alipokuona kwenye tukio la pili, kwenye ule mkono akagundua ule mkono alimgusa eh, kama kumgusa kama kumgusa, kwa hiyo ndio pale alimfanya ile tukio la pili akaikataa ile penalty, lakini kama sio ule mkono, ile tukio la kwanza ilikuwa ni penalty halali. Kwa hiyo VAR jana imetenda haki kwa timu zote mbili, imetenda haki kwa sababu tawala RS Berkane lile goli Stellenbosch eh, eh, Ma ma li, yangu nilikwambia siku ile baada ya mechi ile ya Zanzibar. Sasa hivi naiwaza RS Berkane mchezo wa kule anykaa jamaa zetu, kwa sababu ya chuki zao eh? Navunja historia ya maneno maneno za atakuepo tena ya kuvaa irizi, lazima wachukie kwa sababu wao lengo lao mimi nifungwe hata goli la mkono. Je, nataka mimi nifungwe liwe goli hata wale wa waw, goli. tu nipoje ungefunga kwa mkono wao ilikuwa wao lingekuwa goli, ili mradi tu mimi nisi vunje hii, usiingie eh, nisiingie finali nisivunje hii ahadi ya wao kuingia finali. Sasa leo nilimwambia ndani ya mwaka mmoja kelele zimekwisha. Leo usinamwona kidevu anakunywa kahawa katulia. Kimia. Ah zungumzo tena nimevaa nimevaa medali. Nimevaa medali. Ndevu kazipungua. Eh. Makiapa za ajua kizungumzo hicho. Mimi nakwenda kuvaa medali na nakwenda kufanya kitu kingine kipya ambacho hata kifanya leo. Nabeba kombe. Pengine mjukuu wake mpaka mjukuu wake afe. Ndio anaweza kufikia hicho kitu. Sio cha mchezo. Analijua hilo. Kwa nini alijui? Analijua. Na jana nilimtafuta sana. Kuna mtu mmoja aliniuliza jana, "Yule jamaa yuko wapi hapa?" Yuko wapi yule jamaa mmoja anavaa jezi za Yanga, anandonya hapa. Nikamwambia, "Huyo msambaa huyo." Msamba yuko mikoroshini hapa. Nikatafuta namba ya simu hapa, ni nimpige, njoo, watu wanakuhitaji saa hizi. Kesho asubuhi utakuwa umemaliza ladha. Basi wote hapa, namba ya simu alikuwa hawana kidevu. Nimemwambia saa hivi tukutane. Pale Mzee Malinyi, mimi nikushukuru sana. Asante sana, kazi njema, wahi kwenye majukumu.